Ile kitu mimi nataka niwahakikishie wakenya wote ni kwamba hakutakuwa na ubaguzi tena. Kama ni kitambulisho, kila mtu atapatiwa kitambulisho kulingana na uraia wake kama Wakenya. Hakutakuwa na viwango viwili, ati kuna wakenya kiwango kimoja alafu kuna wakenya kiwango kingine. Sisi wote ni sawa mbele ya katiba na mbele ya sheria na kila mtu nitahakikisha wamepata vitambulisho bila ya kubaguliwa na bila ya kuhangaishwa. tumekubaliana jameni? Basi isli kamkunji, asanteni sana, mimi nawapenda sana na mimi nataka niwahakikishie Kenya, tutaweka umoja, tutaondoa ubaguzi na Kenya itasimama pamoja. Asanteni sana. God bless you. Na wale mko katika eh, mwaka mtukufu wa Ramadhani, nawatakia heri na baraka, na mtuombe kama taifa la Kenya.